Hii ni M Hatari TV. Habari, umewahi kujikuta unatumia mouse kila wakati kuchagua address bar kwenye File Explorer? Unaweza kubonyeza address bar bila ya kutumia mouse. Unafanyaje? Njia rahisi na ya haraka zaidi ni kubonyeza Alt plus D. Kwa kawaida huwa tunabonyeza eh, address bar kwa kutumia mouse na tunapeleka kasa kwenye address bar, then tunatumia mouse, baada tuna highlight ile eneo. Kufanya hivi kuna tucheleweshia muda. Kwa hiyo, ili tusicheleweshie muda tunabonyeza Alt plus D. Kwa hiyo, moja kwa moja tuna highlight ile address bar eh, tunachagua address bar tuna, tuna, tuna highlight moja kwa moja address bar. Inakuonyesha wewe upo katika folder gani, maana inaonyesha ile njia. Pia unaweza kuitumia address bar kwa ajili ya wewe Ku, kuenda katika diski fulani. Kwa mfano tuandike hapa, nataka niende kwenye diski E, memory yangu ndio hiyo, nabonyeza enter. Nikibonyeza enter, tayari imenifungulia ile diski E yangu moja kwa moja, diski E ambayo ilikuwa na jina lake hilo hapo. Ah, pia unaweza kwenda kwenye specific nini folder. Kwa mfano, nataka kwenda kwenye folder maalum, unaweka tu ile path kwa unaweka path yako unamwambia, nataka kwenda kwenye memory fulani flani. E, ipo kama kwenye desktop; kwenye desktop pale ulipo unaweka na jina la folda lako, basi baadaye unabonyeza enter, mambo mengine e, yanaendelea. Baada ya hayo machache, au nisiseme mengi, nikwambie tu subscribe channel yetu e, i like, e, lakini pia weka comment yako hapo chini, nikwambie karibu tena M Hatari TV, bye, bye.